Wakati tunaendelea wana wa Israeli walikuwa hawaendi tu mbele za Mungu bila kufuata nyakati. Bwana Yesu asifiwe, kila walichotoa kilifuata maelekezo ya kibiblia juu ya nyakati. Inatamani kuendelea na siku chache za sasa, muda aus, tunaingia kwenye kipengele hiki. Wana wa Israeli walikuwa hawaendi tu mbele za Mungu bila kufuata nyakati. Wale wanasoma kwa jinsi wanavyosogea mbele za Mungu wanafuata maelekezo kamili. Kama njooni siku za Sabato, ndio maana kuna ile siku ya Sabato, ndio maana kuna siku ya Sabato kuna starehe, huo huo ni wakati wa kusalia na kuabudu Mungu wetu. Sasa kwa kuto kutambua huo wakati tumeutumia pia kufanya kazi zetu, tumetumia kwenda kujitabisha kwenye mashamba yetu, tumetumia kwenda kujitabisha kwenye kazi zetu na majukumu yetu tukamsahau bila kutambua huo wakati. Wakati, wakati, wakati walikuwa wanaenda hata tu mbele zao kusogea mbele zao, walikuwa wanasogea kwa pa kufuata wakati. Tusome kitabu kile cha e Nehemia sura ya 10 mstari wa 34 hadi 37. Neno la Mungu linasema, nitasoma mstari wa 34 alafu utaendelea ule ukipata hapo. Mstari wa 34 unasema, kisha tukapiga kura makuhani na walawi na watu juu ya matoleo ya kuni ili kuzileta nyumbani kwa Mungu wetu kwa kadiri ya mbari za baba zetu kwa nyakati zilizoamriwa mwaka kwa mwaka kukoka moto madhabahuni mwa Bwana Mungu wetu kama ilivyoandikwa katika Torati. Bwana Yesu, kwa nyakati zilizoamriwa mwaka kwa mwaka, kuna nyakati ambazo zimeamriwa kusogea mbele za Mungu, na usiposogea mbele za Mungu, maana yake unaenda kinyume na sheria ya Mungu. Ikumbuke siku ya Bwana na kuitakasa, wala Yesu wala Yesu, maana yake unaenda kinyume na utaratibu wa Mungu. Endelea hapo tusome, tuendelee hapo, Nehemia sura ya kumi thelathini na nne Endelea thelathini na tano Tena kuleta malimbuko ya ardhi yetu na malimbuko ya matunda yote ya miti ya namna zote mwaka kwa mwaka nyumbani kwa mwaka tena wazaliwa wa kwanza wa, wa, wa wana wetu na wa wanyama wa wa wa wetu kama ilivyoandikwa katika Torati na wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe zetu wa na kondoo zetu, ili kuwaleta nyumbani mwa Mungu wetu kwa makuhani watumikana nyumbani mwa Mungu wetu, tena tuyalete malimbuko ya unga wetu na sadaka zetu za kuinuliwa na matunda ya miti ya namna zote na mafuta kwa makuhani hapo nyumbani kwa nyumba, hapo vyumbani kwa nyumba ya Mungu wetu, na zaka za ardhi yetu kwa Walawi, kwa kuwa hao Walawi wazitoa zaka mjini mote mwa kulima kwetu, naye kuhani mwana wa Haruni atakuwako pamoja na Walawi watoapo zaka, Walawi nao watoapo zaka, Walawi nao Walawi wataipandisha zaka ya hizo zaka nyumbani kwa Mungu wetu, vyumbani katika nyumba ya hazina, kwa kuwa wana wa Israeli na wana Walawi wataleta sadaka ya kuinuliwa ya nafaka na vinyo na mafuta vyumbani alimo vilimo vyango vya patakatifu na makuhani watumikao na mabawabu na waimbaji. Wala sisi hatutaiacha nyumba ya Mungu wetuu uii hatuiacha nyumba ya Mungu wetu. Uliacha kusubiri uliacha kusubiri. Tunaona hapo wanaambiwa wanazungumza vizuri, wakija wakijibiza mbele zao, sisi Sis. hatutaiacha nyumba ya Mungu wetu. Lazima zile nyakati zilizoamriwa tufanye kila kilicho kinachotupasa kufanya katika nyakati. Kuukomboa wakati maana yake ni kufanya kile kinachokupasa kufanya kwa wakati husika. Yesu asifiwe. Kwa hiyo watazungumza pale vizuri, akisema ya kwamba nyakati zilizoamriwa, tunasogea mbele za Mungu kumwabudu Mungu wake. zilizo kuna nyakati za kwenda kupeleka mali malingugo, tutapeleka. Kuna nyakati za kwenda kupeleka fuku la guni, tutapeleka. Na kama kisoma maneno mengine, azungumza vizuri kama ziko mbali bado, pia kuna utaratibu wake, lazima ziende nyumbani kwa Bwana na watu wengine wanazungumza vibaya katika eneo hili kidogo. Nimepaelewa hapa, labda na wewe nikushirikishe nilipoelewa. Kuna watu wengine wanachukua hapo walipozungumza habari za Walawi, kwamba Walawi watakusanya vigana mafungu ya kumi. Na wakizungumza Walawi, maana yake wanazungumzia watu mbalimbali huko huko wanaohudumu kwenye nyumba ya Bwana Yesu Kristo. La kumi, mpe, la kumbe linakupeleka kwa Walawi. Hapa soma hapo utaona. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza akisema ya kwamba anaendelea kuzungumza vizuri hapa, na Walawi watachukua zile zaka, wakizichukua watazipeleka nyumbani kwenye nyumba ya Bwana ambapo ndipo penye hazina. Atazipeleka pale nnajapisa mwishoni pale wakusema na, na, na hatutaliacha nyumba ya Bwana kwetu. Kwa hiyo hata wana wa Israeli walikuwa hawaendi tu mbele za Mungu bila kufuata nyakati. Walitambua ya kwamba kabisa ya kwamba katika nyakati za kuvuna, huwezi kusema unakoweka malimbuko. Nyakati za kuvuna ni za kuvuna, zima saraka yake. Kwa Yesu asifiwe nyakati za malimbuko zina sadaka yake, mbodi hiyo ya malimbuko. Nyakati za kupanda ndio hiyo zina sadaka yake kwa Yesu sivyo? Nyakati za kupalilia zina sadaka yake, nyakati za, ku, za kwenda kuchoma mahindi zina sadaka yake, hiyo ya malimbuko, nyakati za, za kuvuna zina sadaka yake, na hizo nyakati zote zimeamriwa. Kwa hiyo siko hivyo lakini, pia katika kuwepo kwake kwenye maisha yake, maisha yetu, hivyo kuna kitu sisi tunapaswa kufanya katika hizo nyakati, yoo ya Mungu wetu, yoo ya nyumba ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. kitu cha kufanya ni nini? tusisahau nyumba ya Mungu wetu. tumebarikiwa shambani, tuchukue sadaka ya zaka, tuipeleke si si nyumbani kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. tumebarikiwa shambani, tumebarikiwa kwenye biashara, tumebarikiwa nyumbani, tumebarikiwa popote, tufanye katika kuokomboa wakati, na kuokomboa wakati ni iliyokusudiwa kwa wakati ule, maana huo wakati ukipita, utaweza tena kuitoa? Badala yake unasema, nasema ya kwamba je, mwanadamu tuiva Mungu achen, tumekuibia kwa namna gani? Kwa maana yake, kitu kilichoamriwa, maana yake ni lazima kitendeke. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoamriwa ni lazima kifanyike. Na kisipofanyika ninahesabika kwa Mungu kwamba mimi ni mkosaji. Na ninapohesabika kwamba mimi ni mkosaji, maana yake hata hiyo baraka itaondolewa kwangu kwa maisha yangu. Ndiyo hayo niliyoyapata kukueleza. Bwana Yesu asifiwe. Nisipo nirudie kwenye Malaki sura ya tatu mstari wa saba na nane inazungumza vizuri, inasema: je, mwanadamu atamwibia? Akauliza akasema lakini, nini? Mnasema tunakuibia kwa namna gani?